Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuzea yale yalilojiri, tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriamu Mlaponi nita kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizi ya Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Daktari Samia ahidi kutatua changamoto zinazowakabili wakulima wa mazao ya mkonge na chai mkoa wa Tanga. Katika biashara wadau nchini wataka elimu ili wafanye biashara nchini wazalishe biashara zenye ushindani. Na katika habari za kimataifa, Katibu Mkuu wa NATO atoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za kulinda anga la Ulaya dhidi ya Urusi. Karibu mtazamaji wa TVE moja kwa moja. Tuanzie kwa mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea na kampeni zake mkoani Tanga, ambapo pamoja na mambo mengine ameahidi kutatua changamoto zinazowakabili wakulima wa mazao ya mkonge na chai, kuendeleza mashamba pamoja na kupitia upya mikataba ya mashamba, lakini pia kuweka miundombinu ya kuwezesha kuchakata mkonge. Mwanahabari wetu Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Good Luck Sola. Aidha, Dr Samia amesema kuwa endapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza nchi katika kipindi cha miaka mitano ijayo atahakikisha viwanda ambavyo vilibinafsishwa hapo awali na havijafanyiwa kazi vinapatiwa wawekezaji wengine na kukabidhiwa kwa ushirika chini ya usimamizi wa Serikali. Dr Samia amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa Korogwe Jumanne, Septemba 30, 2025 na kubainisha kuwa mashamba yapo, lakini hayaendelezwi hivyo ameielekeza Wizara ya Kilimo nchini mwanasheria mkuu wa serikali kufanyia kazi mikataba ya wawekezaji. Miaka mitano ijayo, pia tutahakikisha kwa viwanda vilivyobinafsishwa aa, lakini havifanyi kazi vinapatiwa wawekezaji wengine na kukabidhiwa kwa ushirika chini ya usimamizi wa serikali. Nataka niwaambie kwamba kwa hapa Korogwe kwa hapa Korogwe kuna mashamba ambayo yapo hayaendelezwi, lakini yapo watu wanayangalia, lakini hayaendelezwi. Sasa nimeelekeza wizara ya kilimo na mwanasheria mkuu wa serikali wayafanyie kazi, waangalie mikataba yetu na wawekezaji, vipi tunaweza kuvunja mikataba ili mashamba yale yarudi serikalini, tufanye maamuzi mengine. Lakini pia kwa upande wa kiwanda cha chai tunakuja kufunga mitambo mipya, na kiwanda hiki sasa mbali kile ambacho kimefungwa, lakini tunaweka mitambo mipya mingine ya kuchakata zao la chai, kiwanda ambacho kitaendeshwa chini ya ushirika, ushirika wa chai wa hapa Korogwe, ukisimamiwa na bodi ya chai. Kwa upande mwingine ni mashamba ya mkonge na hapa tuzungumzie mashamba ya sisalana ambayo na yenyewe hakuonekani kwamba mambo ni mazuri, na uchakataji wa mkonge umepungua. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuwataka NSSF, mfuko wa hifadhi ule, na wizara ya kilimo wafanye tathmini ya mashamba na kiwanda. Lengo letu ni kuongeza uwezo wa kuchakata kufunga mitambo mipya ya kuchakata vilevile vile. Mitambo hii itaendeshwa chini ya amkos kisimamiwa na bodi ya mkonge amkos ya mkonge kisimamiwa na bodi. Akiwa Same mkoani Kilimanjaro, Dr Samia amesema kuwa Serikali ya awamu ya sita imedhamiria kuona kina mama wanajifungua katika mazingira salama, bila kupoteza maisha, lengo likiwa ni kuleta maisha mapya pasipo kuleta vifo vya mama na watoto. Nao baadhi ya wagombea wa ubunge wakawa na haya kusema. ishirini na nane katika kilimo cha umwagiliaji ambacho kimefanya kazi katika kata ya kwa Mndolwa na sasa tunakwenda kwa kata ya kwa Msisi. Mradi huu unakwenda kuongeza vipato vya watu, kuongeza uzalishaji wa chakula na kuboresha hali za watu wa Korogwe. Asante sana, mama. Mgombea huyo wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan Septemba 30 ameendelea na kampeni za kunadi sera za chama cha Mapinduzi katika mikoa ya Tanga na Kilimanjaro ambapo amemaliza katika mkoa wa Tanga na ameelekea mkoani Kilimanjaro katika wilaya za Same na Mwanga. Asante sana Godi Yakimsola kwa taarifa hiyo. Serikali ya Tanzania na serikali ya Hungary zimeingia makubaliano ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwamo usambazaji wa maji safi na salama kwa wananchi kutoka ziwa Victoria, elimu pamoja na kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa. Ellen Manyango ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Makubaliano hayo yamesainiwa jijini Dar es Salaam na kushuhudiwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmud Thabit Kombo na waziri wa mambo ya nje wa Hungary Peter Siato, ambapo pamoja na mambo mengine Hungary imezindua ubalozi wake jijini Dar es Salaam, hatua ambayo pia itaimarisha mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Umuhimu wa hii miradi ya maji, kwa hiyo ni mmoja wapo ambayo tunatarajia kufanya na Hungary na Hungary ni nchi ambayo imeendelea sana kwenye teknolojia ya maji, inafanya vizuri sana lakini sio kufanya tu vizuri, wana, wana wana mitambo mizuri sana ya aina yake na teknolojia ya aina yake duniani ya kuyafanya maji yawe safi e, lakini pia kuyapeleka kwenye kwenye masafa marefu na kutumia mbinu za kujenga we, urefu wa juu ili kupata ile e, pressure inayotokana na, na, na urefu. We Hungarians know very well that the security of Europe starts with the stability of Africa. Therefore, in the framework of our responsible security and development policy we have given technological and financial support to a number of African countries in order to enable them To ensure a safe supply of drinking water to their growing populations. Naye Rais wa chemba ya wafanyabiashara viwanda na kilimo TCCIA Vincent Minja amesema mkataba huo wa MOU katika masuala ya kilimo utasaidia ukuaji wa kilimo kibiashara kwa kutumia teknolojia ya kisasa ikizingatiwa kuwa Hungary imeendelea katika teknolojia ya kilimo. Najua kilimo sasa hivi ni kilimo cha biashara, na kilimo sasa hivi ni teknolojia kama teknolojia nyingine kwa hiyo tunajaribu kuwaleta hawa ili waje hapa Tanzania ili kilimo chetu kibadilike kiwe chenye teknolojia. Kama mnavyojua tumesaini MOU nyingi sana na hii inatokana na kwamba tangia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani elfu mbili na ishirini na moja amefungua sana nchi ya Tanzania. Kwa kila siku tunapokea wageni na kila siku tunaalikwa maeneo mbalimbali. Asante sana Helen Manyangu kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa zaidi ya almashauri 44 al kati ya 91 nchini zimeripoti kuathirika na migongano baina ya wa wanyamapori wakali na binadamu kutokana na shughuli za kibinadamu zinazofanyika karibu na maeneo yaliyohifadhi pamoja na shoroba za wanyamapori. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hali hiyo inadaiwa imekuwa ikisababisha wananchi kupoteza maisha na mali zao kuharibiwa, jambo linaloleta hofu katika maeneo yanayovamiwa na, na wanyamapori hao. Kaimu mkurugenzi wa idara ya wanyamapori K. Kagaruki ameeleza hayo jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu yaliyotolewa kwa maafisa ugani kutoka wilaya mbalimbali mbali nchini changamoto ya migongano baina ya binadamu na wanyamapori, lakini pia kuna changamoto za ujangili na vile vile kuna migogoro mbalimbali ambayo inajitokeza kutokana na maingiliano ya mipaka kati ya vijiji na maeneo yaliyohifadhiwa. Ndugu mgeni rasmi, migongano baina ya binadamu na wanyamapori imekuwa ikiongezeka kutokana na ongezeko la utekelezaji wa shughuli za kibinadamu karibu na maeneo ambayo ya yamehifadhiwa na kwenye shoroba za wanyamapori. Changamoto hiyo imeathiri zaidi ya halmashauri za wilaya 44 kati ya takriban wilaya 91 ambazo zimekuwa na changamoto hii. Hali hii imekuwa ikiathiri kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, na imekuwa ikileta taaruki kwa wananchi pale wanyamapori wanapokuwa wanavamia kwenye maeneo yao. Awali, akizungumza ya kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Alexander Lobora amebainisha mikakati ambayo wameiandaa ya kukabiliana na changamoto hizo ikiwa ni pamoja na kuimarisha doria katika maeneo ya hifadhi yaliyo karibu na wananchi. Nyama wanatoka kwenye maeneo yaliyohifadhiwa basi jamii inaelewa ni namna gani ya kukabiliana nao ili kupunguza madhara. Hili linaendelea lakini utafiti na ushirikishwaji wa jamii, na ndio maana kwa mtangulizi wangu mmesikia kwenye hotuba yake, hata uanzishaji wa uh, WMAs haya uh, uh, maeneo aliyohifadhiwa ya jamii nayo amekuwa akiongezeka kwa kasi. Lengo ni hilo hilo, kuhakikisha kwamba jamii pia ni sehemu ya, ya, ya, ya, ya, ya zoezi hili la kukabiliana na wanyama wakali na waharibifu. Nao baadhi ya washiriki wa, wa mafunzo hayo wameeleza changamoto ambazo bado zinawakabili kabla ya kupewa hizi simu janja kwa ajili ya tathmini ya uharibifu kutokana na wanyama pori. Mwanzo tulikuwa tumia fomu za kawaida ambazo ilikuwa nachukua muda mrefu kuzijaza, tusainishe kwa wale wanaohusika, lakini tupeleke wilayani, kwa ilikuwa inachukua muda mrefu, lakini nafikiri tukipewa hivi hizi simu janja itakuwa ni rahisi hata kufanya kazi, lakini bila taarifa itafika mara husika kwa muda wakati na sahihi kutusi, imekuwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia ule mlolongo wa kuanza kukusanya zile taarifa mpaka mkulima aje afidiwe, ilikuwa inachukua muda mrefu sana, anaweza kuchukua 24 25 akalipo 26 27 Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, amewataka wahifadhi kushirikiana na serikali kuhakikisha wanakomesha vitendo vya ujangili ndani ya Hifadhi ya Taifa Katavi pamoja na kuweka mikakati thabiti ya kuitangaza hifadhi hiyo. Neema Huseni anayo taarifa zaidi. Ni burudani mbalimbali mbali za asili zilizopamba maadhimisho ya siku ya utalii yaliyofanyika katika viwanja vya ofisi ya Hifadhi ya Taifa Katavi huku mgeni rasmi akiwa ni mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko. Wakati akizungumza katika maadhimisho hayo, Mrindoko ametoa maelekezo kwa wananchi kuwa na utamaduni wa kufanya utalii wa ndani huku akiwataka wahifadhi kuweka mikakati ya kuhakikisha wanaitangaza Hifadhi ya Katavi na kushirikiana kukomesha vitendo vya ujangili ndani ya hifadhi hiyo. Tushirikiane kwa pamoja kudhibiti na kukomesha vitendo mbalimbali vya ujangili, eh, na uharibifu wa mazingira ambavyo vinatokea na vina athari kubwa kwa maana ya hifadhi zetu. Tunayo matukio machache ya majangili wanaoingia kwenye hifadhi hii na kufanya uharibifu kwa wanyama wetu na mazingira yetu. Tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakomesha vitendo hivi, na sisi ni wahakikishie kwamba tutaendelea kusimamia sheria zinazosimamia hifadhi kwa kushirikiana na kuelekeza wenzetu wa TANAPA kuhakikisha hilo linatokea. Tusikubali hifadhi hizi kuharibiwa na watu wachache wasiotutakia mema. Tushirikiane kuzihifadhi kwa maendeleo na utalii endelevu. Kwa upande wake, mkurugenzi uhifadhi na biashara TANAPA Masana Mwishoa akidai utalii una nafasi kubwa katika kuongeza pato la taifa. Huku mkuu wa hifadhi ya taifa Katavi amesema licha ya kuwa na vivutio vingi bado mapato yanayotokana na utalii hayakidhi mahitaji ya hifadhi kujiendesha. Utalii una nafasi kubwa sana kwenye ajira, nafasi kubwa sana kwenye pato la taifa kama nilivyosema. Kwa hiyo kupitia dhamira hiyo Shirika la hifadhi za taifa Tanzania limeendelea kuweka mkazo katika kukuza utalii wa ndani, ambapo kampeni mbalimbali mbali zimeendelea kufanyika zenye lengo la kuhamasisha watanzania Tanzania kuzithamini na kuzitembelea hifadhi za taifa, ikiwa ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Katavi hapa tulipo sasa hivi. Hifadhi ya Katavi shughuli za utalii na mapato yanayotokana na ya utalii hayakidhi mahitaji ya rasilimali fedha katika kuiendesha hii hifadhi. Hata hivyo, hifadhi ya taifa Katavi tayari imeweka mipango ya kutafuta wawekezaji ili kuonyesha fursa zilizopo katika hifadhi hiyo. Asante sana, Neema Useni kwa taarifa hiyo. Mkuu wa kanisa la Kiinjili na Kirutheli Tanzania KKKT Askofu Dr. Alex Malasusa ambaye pia ni Askofu wa Diocese ya Mashariki na Pwani amesema kanisa hilo litaendelea kushirikiana na kubadilishana uzoefu na kanisa la Kiinjili na la Kirutheri India katika nyanja za elimu, afya na kueneza Injili. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Askof Malasusa amesema hayo alipokutana na viongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Diocese ya Kaskazini Gosina nchini India waliotembelea Diocese ya Mashariki na Pwani kwa ajili ya kujifunza kupitia taasisi zinazomilikiwa na kanisa, ziara ambayo amesema italeta manufaa kwa pande zote mbili. Huenda uh, kwa kupitia mashirikiano haya huduma uh, hizi zikaendelea kupatikana hapa, lakini pia mashule uh, shule zetu za msingi sekondari vyuo vya ufundi na hata vyuo vikuu tutaweza kuangalia namna gani mashirikiano haya yatatusaidia. Kwa hiyo watakuwepo hapa chini, na tunaangalia pia huko baadaye kubadilishana wahubiri na mambo kama haya, ili tuweze eh, kufaidika katika uhusiano huu, na hii inathibitisha kabisa kwamba Mungu wetu sio Mungu wa taifa moja, ni Mungu wa ulimwengu wote. Basi Mungu wabariki sana na tunawaombea wageni wetu uh, afya njema wawapo hapa na mahusiano haya yaendelee uh, kudumu. Mratibu wa mahusiano wa Diocese ya Mashariki na Pwani Mchungaji Lusungu Mbilinyi amesema viongozi hao watakuwa nchini kwa siku mbili na wamepanga kutembelea taasisi mbalimbali za kanisa ili kujionea namna zinavyofanya kazi. India hao wageni wanaotoka kwenye kanisa la Kiinjili la Kiluteli la e, Gosna ya Kaskazini. E, watakuwa hapa kwa siku mbili mpaka tarehe mbili Oktoba, watakuwa na rudi zao India, na nia hasa ni kuanzisha mahusiano kwa, tutakuwa watatembelea taasisi mbalimbali za kanisa letu na kuangalia ni jinsi gani. Baada ya hapo tutaingia katika maongezi ya jinsi gani tunaweza tukawa tuna partnership na wao, na hata sisi huko mbeleni tutajaribu kwenda pia kuwatembelea na kuangalia jinsi ya kujenga mahusiano kati ya kanisa la Tanzania na kanisa la India. Kwa upande wake katibu mkuu wa huduma za kiuchungaji kutoka Diocese ya Gosina nchini India, Mchungaji Amur Ashish amepongeza ukarimu waliopewa na askofu Malasusa na kueleza kuwa tofauti na Tanzania, kanisa lao lina waumini wapatao laki moja na thelathini na mbili elfu na wachungaji mia moja na saba pekee. Naye katibu mkuu wa kanisa hilo nchini India, charge ras Minzi pamoja na Niraj Eka, wamesema wanatamani kuendelea kujenga mahusiano na Wakristo wenzao wa Tanzania kwa lengo la kuimarisha neno la Mungu na kushirikiana katika huduma za kijamii kupitia shule na hospitali zinazomilikiwa na kanisa hilo. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi jimbo la Lupembe mkoani Njombe Edwin Enosi Swale amesema kuwa akiingia bungeni katika awamu ijayo atahakikisha anaibana serikali juu ya bei ya mahindi ili mkulima akifanya uwekezaji katika zao hilo aweze kupata tija. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mrele kutoka Njombe inaarifu. Mgombea huyo akiwa katika kijiji cha Isitu amesema kuwa anafahamu changamoto ya bei ya mahindi wa kulima katika jimbo hilo, ambapo amesema kama wananchi watampa ridhaa ya kurejea tena madarakani atahakikisha naibana serikali ili iweze kutoa mwongozo juu ya zao hilo ambalo linalimwa kwa wingi mkoa wa Njombe. Kata ya Ninga mnalima sana mahindi, lakini bei yake pia sio nzuri. Niliongea bungeni mwaka jana nikiwa mbunge wenu, serikali ikaongeza fedha, bei ya mahindi ikapanda kidogo. Pana kipindi mahindi kilo moja ilikuwa mia tatu, mia nne. Mama Samia kwa upendo kwa wakulima akaongeza bei mpaka shilingi mia saba kwa kilo, lakini bado bei ile haitoshi. Nachoomba wananchi wa Isitu, rais wetu ni mtu msikivu sana, anawapenda wakulima wa Tanzania, anawapenda wakulima wa hapa Isitu na watu wa Ningo, na ndio maana Mheshimiwa Rais Mama Samia ambaye ni mgombea wetu wa urais aliamua kuweka makusudi kuweka ruzuku kwenye mbolea kutoka mfuko laki na arobaini, laki na thelathini mpaka elfu sabini, elfu sitini. Mgombea udiwani kata ya Ninga Beatrus Mwenda ameeleza baadhi ya changamoto ambazo angependa zifanywe kazi kama atapewa ridhaa ya kuwa diwani katika kata ya Ninga. Naomba msaada, hii barabara ikamilike kusudi pia swali samia kwa hao, kwa wananchi hao waweze kutusaidia kwa mambo kusud swasamaasa ombi tiwakamilishia watu wa isitu mradi wa maji, kama tutakuwa tena wazima 2030 kwenda 35, watatupa tiki. Baada ya wagombea udiwani kupitia viti maalum wa jimbo la Rupembe pamoja na wagombea udiwani wa kata mbalimbali ndani ya jimbo la Rupembe, wakawa na haya ya kusema. Tukiwapa kula za kutosha, maana yake tunawatuma kwenda kufanya kazi. Muda wa kujifunza umekwisha. Twende tukapige kura za chama cha mapinduzi, tukamchagua daktari Samia Suluhu Hassan, tukamchagua akili msomi ndugu Edwin enuzisware. Nawaombeni sana kura nyingi zijae na kumwagika kwa kijana wetu, mtoto wetu. Asante sana Godfrey Mlele kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata ya Iduda almashauri ya jiji la Mbeya mkoani Mbeya wamemwomba mgombea ubunge jimbo la Uyole Dr. Tulia Axon kuwatengenezea miundombinu ya barabara iweze kupitika kwa urahisi na wananchi hao. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Hayo yameelezwa na wananchi wa kata ya Iduda wakati wa mwendelezo wa kampeni za daktari Tulia Axon zinazoendelea katika jimbo la Uyole, ambapo wananchi wa kata hiyo wamezungumzia changamoto katika maeneo yao. Hey, baba la nyumbani ile ni mbaya kweli yani, tunamuomba sana japo miaka mitano amefanya vizuri tumuombee na mingine hii. Eh, amefanya vizuri tumuombee na mingine hii afanye vizuri zaidi hapo. Tangua mwahala. Eh, ni babala mbaya na haijawahi kutengenezwa muda mrefu sana haijatengenezwa. Eh, kwa hiyo maombi yangu ni hayo. Hata siku moja, yani kila siku tunapiga chepe tu. Kila siku ni chepe, mashimo mashimo kama yote. Umeona? Kwa hiyo changamoto mimi ninayoiona mimi ni hiyo na miundombinu mingine. Kwa mfano, kama maji tunaomba kwamba tufikishie maji ila kwangu mimi kama mimi naomba barabara sisi, kilio chetu kama wana bodaboda boda, kijiwe cha hapa magorofani tunaomba watutengenezee barabara hata ikimpendeza ek, ek, kwa kiwango cha rami kwa sababu ni barabara kubwa eh, na inatumika na watu wengi, mpaka kwenye sehemu kule za utalii. Pili pana madaraja daraja ambao imekuwa ni changamoto ya muda mrefu sana. Pia tunamuomba mheshimiwa, mwheshimiwa atusaidie kutu kutujengea hivyo vivuko hivyo vivu vya madaraja. Kwa upande wake mgombea ubunge wa jimbo la Uyole Daktari Tulia Ackson amewatoa hofu wananchi wa maeneo hayo juu ya kuhakikisha wanatengeneza miundo mbinu bora kwa wananchi wao. Tulikuwa na changamoto kubwa sana lile daraja ambalo tunapita pale ndio tunaenda zahanati kule. Mnakumbuka kipindi kile tulipata mafuriko makubwa sana? Mnakumbuka lile daraja nusura liondoke na watu pale? Lakini daraja linajengwa ni lina jengwi sasa kama tunajenga kubwa namna ile nyinyi mna wasiwasi na ilo lingine jamani? Hayo madaraja matatu madogo ambayo tumeyaomba leo hapa, nataka nikwambie katika utekelezaji wa ilani achama achama ya Chama cha Mapinduzi ya elfu mbili ishirini na tano elfu mbili thelathini chagua Dkt. Samia Suluhu Hassan, chagua Tulia, chagua Joseph. Hayo madaraja matatu usiwe na wasiwasi, imeisha yu. Asante sana Daniel si Merta kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Hii ni taarifa ya habari, mimi Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, wadau nchini wataka elimu ili wafanye biashara nchini, wazalishe biashara zenye ushindani.